Na mtazamaji, tukiwa katika dakika za lala salama tukiwa tunamalizia malizia, iwapo utapenda kuzungumza nasi kuuliza swali lolote kwa wataalamu wetu nambari zetu za simu ni 0719777777 0719777777 Tukiwa basi tunajibu maswali ambayo yameulizwa hapa, kuna swala lile la kuwa ulituambia tuweze kuweka mchanga, kama mtu hawezi kuwa na fire extinguisher aweke ndoo ya mchanga ndani ya nyumba mm. Na mwingine ameuliza kwa nini nsitumie maji maanake, mm. Mara nyingi unaona kukiwa na moto watu wanaweka maji kwa haraka, na pengine moto wa gesi pia mtu anaweza kutumia maji, ama namna gani? mm. Asante na kwa swali hilo, na niseme moto ni aina nyingi, na lazima uelewe ni moto aina gani. mm -hmm. Kuna moto wa stima, kuna moto wa gesi, kuna moto ambao unatokana na Uh, vimiminiki vya moto kama flammable liquids mm -hmm. Na ukiangalia hizo aina zote za moto kuna njia salama ya kuzima. Kwa mfano moto wa gesi, ama ile flammable liquids ama vimiminiki vya moto, utumie maji, una wase ni ile situation. Mm. Ule moto utaruka juu na kuenea katika sehemu zingine ambazo haukuwa ufike lakini wewe ndio umeufikisha kwa ile intervention ambayo haifai. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima tuelewe ndio maji yanaweza tumika lakini sio kwa kila aina ya moto. Okay. Na hizo moto tunasema ziko na daraja tofauti tofauti. Hata wakati utafanya research yako mwenyewe utaona kuna moto wa daraja la A, kuna moto wa daraja la B, C all the way to E na lazima ujue kwamba ni aina gani ya moto unapambana nayo. Kwa hivyo maji sio kwa kila moto, tuseme tu kwenye gesi tusitumie, asitumie maji. uh -huh. Atumie carbon dioxide ama mchanga, ndoo ya mchanga kama ndio ako nayo. okay. yeah. sawa sawa, nije kwako Sami huwa anauliza, je, ni sawa kutumia chumvi ku kwa sababu wakati unafanya ile huduma ya kwanza tunaangalia ni jinsi gani ambayo itakuwa uh, kwa manufaa kwa ule mgonjwa. So tunaambiwa usitumie kitu yoyote kwa ile kidonda ambayo mgonjwa ako nayo. Hmm. na tukisema kidonda inamaanisha usi, usiweke kitu yoyote iwe ni chumvi iwe ni unga iwe ni e, wengine wanaweka asali, hiyo tusiweke, kwa sababu mm, uh, pale katika ile kidonda, hatutaki kuongeza madhara ambayo yatafanya ile kidonda ikue e, zaidi. Kwa bleeding, tunasema the most important thing ni ile damu iache kutoka na sisi kama eh, wakufunzi wa first aid tunasema wekelea mkono kwa hile kidonda, na hiyo ndio tunasema ndio njia rahisi ya kuzuia eh, damu kutoka. Ukishawekelea juu ya hiyo damu ambayo inatoka uh, utaifatanisha na kuwekelea dressing na bandaging. Hmm. Na ukiangalia, hiyo ndio njia rahisi, njia ambayo kila mtu anaweza, na kama hauna dressing, kama hauna bandage, unaweza chukua hata nguo pale nyumbani ukairarua ukaekelea pale juu, na hiyo ndio njia rahisi na salama kwa, kwa kuzuia hiyo uvujaji damu. Okay. Na. Kwa hivyo tusiweke vitu ambavyo hmm. havijathibitishwa hmm. ambavyo ni chumvi Uh, unga pia un yatumika, asali tusiweke. <laughs> Aya, sawa sawa. uh, Salome kutoka Baringo anasema, nauliza first aid ya mtoto akichokiwa ni ipi? mpaka okay. ameweka please. Hmm. Aya, naomba niokupatie uh, nisaidie hapo hmm. wakati mtoto mdogo ana, ana chok kuchok, tunasema ananyongwa, pengine alikuwa yuala ama mtoto ametapika yale matapishi yake yamemnyonga na mtoto hawezi kupumua. mm -hmm. Choking tunasema hiyo ndio true uh, emergency kwa sababu inazuia hewa uh, kuingia ndani. So wewe unafaa kuangalia kuona mtoto uh, uh, uh, anashindwa kupumua, na wakati mtoto anashindwa kupumua utaangalia zile dalili, anashindwa ku, uh, kuongea anashindwa kulia, anashindwa ku, uh, kufanya mambo ambayo tunaweza sema ni uh, akionyesha ako na uhai. So kitu ya kwanza unafaa kufanya ni kuchukua mtoto wako na ukae chini mahali salama, alafu umwekelee mtoto wako, eh, kwa mkono wako ambao uko dominant mm -hmm. Kisha umweke pande ya chini, um, support mkono yako na mtoto vile nimemshikilia naangalia kwamba simzui si hewa yake, alafu nikuje pale nyuma yake, tunaita uh, the shoulder blades. kisha niweze kumpatia ile ambayo tunaita five back blows. One, two, three, four, five. Kama hiyo eh, kitu ambayo ilikuwa inamzuia hewa inaweza anguka, utaiona, utaisikia, lakini kama haitatoka mpindue pande ingine alafu Eh, hakikisha kwamba ameenea chini kidogo alafu angalia mahali katikati ya kifua yake iko, tumia vidole mbili na umpatie ile tunaita five chest thrust. One, two, three, four, five. So, ukiangalia hiyo eh, chombo kitaweza toka, na ukiona inatoka unaweza mweka kando, eh, umsaidie kutoka, lakini kama haita haitatoka utaendelea kumpatia tunaita five back blows. Uki alternate na chest thrust mpaka hiyo eh, ambayo inamzuia itoke, okay. Na, anasema na mwingine anauliza, je, ikiwa si mtoto ambaye anakula lakini amechokiwa na maziwa utamsaidia vipi? Uh, hiyo tekniki nimeonyesha hmm. Ndio technique ambayo iko na uhakika waki, kwamba hiyo eh, chombo itatoka hmm. So, whether ikuwe ni maziwa Tunaita liquids mm -hmm. ama ikuwe ni solid, mm -hmm. chakula mm -hmm. chochote kile ambacho mtoto ama inanyonga mtoto mm -hmm. tunatumia hiyo tekniki ya, ku, ya kutoa hicho chomba ambacho kinasababisha eh, mtoto kutopumua vyema sawa, sawa. Bresson kutoka Meru anasema, je, ni vizuri kwa mtu anapozirai kumwekea kinga kwenye mdomo kama vile kijiko uh, ili asijiume ulimi uh, kama ni kuzirai kwa kawaida, la hasha, haifai na hata kuna ile kuzirai ya mtu ambaye amepata kifafa, huwa tunasema usimwekee mtu chochote ndani ya mdomo. Kwa hivyo kama ni kifafa, na kuna swali kama hilo likuwa limeulizwa mm -hmm. Wakati anafanya ile tunaita fits ama convulsions, musizizuie kitu, mtaweka tu ni kitu chini ya kichwa chake. Akisha maliza hiyo convulsions na fits sasa mtamweka recovery position baadaye, okay. Najua wakati mwingi watu wanasema kwamba anauma ulimi mm -hmm. wewe usitatizwe na hilo, maana yale majiraha atapata ya ulimi yanaweza tibiwa hospitalini, lakini ukiweka kijiko ama kijiti mm huenda -hmm. ikalete madhara mengine kama jino kung'oka nalikawa sasa ndio lina chok mm -hmm. awe ya yake sawa sawa. Kuna simu naarifiwa, kuna simu moja kutoka Marigat halon nani mwenzetu Mahali masa na mahali masa ni Kef Marigat Baringo County. Mhm. Uh-huh. Nilikuwa nauliza swali, kwa mfano huku kwetu kuna utofu wa usalama. Kwa mfano mpaka mtu amejeruhiwa ama ameanguka ame, chini, okay. Alafu katika harakati ya kumfanyia first aid eh, nataka nimfanyie first aid kwa mfano na mtu akafa, na kuna ile mambo ya detective ya mambo ya serikali na mambo mengine, ile unaonaje? Ni kama kuna uwezekano mtu kae kukuletea shida katika ile harakati ya kumfanyia first aid, alafu kuna shida, na pia kwenye ile swali Tumekuelewa. Wakati unafanya mtu first aid, unaenda katika ile harakati, maybe katika uwanja wa usalama. Uh, alafu kitu kingine pia eh, huku uh, kwetu sana sana unapopiga simu tarura kama hizi Je, serikali inaweza kusaidia na gani? Ama tunaweza kusaidiana kwa sababu na vile naambiwa hatuna mafuta kwenye gari ama ifanywe mchango wa mafuta. Je, jambo kama hilo tunaweza chukulia na gani na kufanya na gani iweze kusaidika? Ni maalim Masa na maalim Masa ni Kesi Market, Baringo County. Asante sana maalim. Haya. Asante sana. Uh, asante sana kwa hilo swali, uh, wacha nijibu swali la kwanza. Hmm. na katika kufanya hii eh, first aid kwa mtu ambaye amejeruliwa, kuna kitu moja ambayo sisi husisitiza. Kitu ya kwanza ni wewe, kama unataka kufanya huduma ya kwanza, hakikisha uko na mafunzo ambayo umefunzwa. mm -hmm. Usifanye first aid kwa sababu wewe ni msamaria mwema. mm -hmm. make sure wewe kama unataka kufanya hiyo huduma umepata haya mafunzo. Ukipata mafunzo, inakupatia eh, hakikisho kwamba utafanya eh, huduma ya kwanza ambayo ni ya sahihi. Kitu ya pili, wakati unafanya hiyo huduma ya kwanza eh, kuna kitu tunasema lazima uombe ruhusa kwa huyo mgonjwa na huyo, kuomba ruhusa ni kujitambulisha wewe ni nani na unafanya nini. mm -hmm. na tunasema ukiomba ruhusa, omba ruhusa hata kama huyo mgonjwa anakusikia ama hata hakusikii, cha msingi ni wewe unaongelesha mgonjwa kwa sababu tunasema wakati unafanya huduma ya kwanza mgonjwa pia anaelewa ama atahisi kwamba kuna mtu anamshughulikia mm. Kama utaomba ruhusa, inamaanisha utakuwa unamwelezea huyo mgonjwa kile ambacho utakuwa unafanya. Kwa mfano tuseme, mgonjwa amevuja damu na unata, unataka inatakikana utoe hiyo nguo. Mgonjwa hataelewa kwa nini utakuja tu utoe nguo mm. ilihali Eh, ili hali haumwongeleshi hmm. Lakini utaji introduce utaji, eh, utaji utasema mimi naitwa Sami, eh, na nataka kukufanyia huduma ya kwanza, na naona unavuja damu sana, nataka niitoe hii nguo ili niweze kukuweka pressure na nikuweke eh, bandages ukifanya hivyo, hakuna Uh, haja ya wewe kukuwa na wasiwasi kwamba utashtakiwa ama tunasema ile utakuwa na ile liability ya huyo mgonjwa kwa sababu nia yako ilikuwa ni kumsaidia, haikuwa kumuumiza. Asante. Uh -huh. Uh, jibu la pili, swali la pili uh, swali la pili najua hiyo ni tatizo kubwa hapa Kenya na tunajua tuko na upungufu wa ambulensi Kenya mzima, na utapata hiyo ndio yale mambo ambayo tunafaa kukaa chini kama jamii na society, ili tu, tu, tu, tuweze kuona ni vipi tunaweza leta ambulensi eh, pale karibu na uh, wa Kenya na wewe mwenyewe hauna pesa then mm, inakuwa ngumu zaidi mm -hmm. but tuendelee tu kupiga simu uh, ile kitu ndasema, Red Cross itakuja whether uh, uko na pesa ama hauna pesa, we pigia ambulance ya Red Cross na itakuja kukusaidia. Sawa so, sawa, asante. Naarifiwa kuna simu nyingine kutoka Nakuru. Halo, nani mwenzetu? Naongea na Lombasi mm -hmm. Naongea na Lombasi kutoka Nakuru. Sawa Lombasi, karibu

Naam, naam, naam, naam. Okay. Uh -huh. Pengine ni wapi ambapo hujaelewa? Sawa sawa. Wamekupata na linajibiwa sasa hivi eh? Ai, nasikia mtoto yuko hapo msalimie na umtunze vizuri <laughs> <laughs> Asante Bwana Lumbasi, wacha nirudie kitu ya kwanza, unafaa kuangalia kwa uh, mtoto ako namna gani, kujua mtoto am, am, am, ako na ile tunaita choking. Angalia uso yake eh, angalia anashindwa kupumua na pia uangalia anajaribu kulia lakini anashindwa kulia. So ukiona hiyo na anashindwa kupumua <coughs> kitu ya kwanza unafaa kuchufanya ni kuchukua huyo mtoto na umweke hii position mm hii position ni hi position mzuri sana kwa sababu itafanya kile ambacho kinazuia mtoto uh, hapo kwa hewa iweze kutoka kwa haraka. So utakuja pale kwa shoulder blade zake, alafu utampatia ile tunaita five back blows 1, 2, 3, 4, 5. Hii inasaidia hiyo uh, chombo iweze kutoka haraka, alafu utapindua mara hiyo pande nyingine umpatie 5 chest thrust 5, hii inasaidia hiyo chombo ambayo imezuia me, iweze kutoka na hmm, utakuwa unaangalia. So ukiona haitoki, endelea kufanya hivyo mpaka wakati hiyo uh, ambayo kizuizi ambayo iko kwa hewa iweze kutoka hmm. na ni kweli unaweza kuwa unafanya first aid na ushindwe ama mm, uone kwamba ai, nimejaribu kufanya hiyo five back blows, lakini unaona hali ya mtoto haiko sawa, inadhoofika. Mm, so kama inadhoofika huyu mtoto eh, tutafanya nini? Tutapigia ambulance haraka upesi mm. Alafu sasa tutabadilisha ile management na tutamfanyia cardiopulmonary resuscitation ile mm, tunaita CPR mm. CPR ile ambayo nilikuwa nimeonesha hapo awali ni ni same tu na huyu mtoto mdogo isipokuwa uh, ile itabadilika kidogo ni kwamba huyu mtoto tutamweka mahali ambapo atakuwa firm flat mm -hmm. surface mm -hmm. kwa meza mm -hmm. Alafu tuchukue vidole zetu mbili kisha tuendelee kufanya ile CPR vile, okay. tu tulikuwa tumefanya ya, ya mtu mzima. Asante. Sasa huyu ni mtoto mdogo ambaye unaweza kumpakata kwa urahisi ukamgeuza. Kuna mm -hmm. wakati mwingine pengine mtoto miaka mitano kwenda juu na. na amepata naye pia Iyo choking unamsaidia vipi k? okay. uh, kabla nijibu kabla ya miaka tano maybe nifanya mtu mzima alafu mtoto mwenzangu. Dakika Dakika moja? Moja mm. kuja hapa mm. una chok? Chok? Yeah. Okay, so nitakuja nyuma yake alafu mm. nikuja pale ni encourage alafu nitakuja hapa karibu, uh, chini ya kito, eh, karibu na kitovu juu ya kitovu alafu nitampatia ile tunaita Mm -hmm. Sawa, alafu mm hiyo -hmm. itatoka. Okay. Kwa mtoto mdogo mm -hmm. kwa mtoto mdogo as, mm -hmm. not, sasa kwa sababu ni mdogo kidogo wewe mm -hmm. pia utaenda chini na yeye mm -hmm. alafu utafanya tu vile nimefanya, lakini utatumia mkono moja hii mkono moja mm -hmm. ndio nitatumia kufanya ile five abdominal thrust. Sasa wakati huo utamwambia ashike hapa ama ni yeye mwenyewe instinct mwenye zi... atashikilia hiyo ah. Ndio tunaita natural instincts ya mtu ambaye anachoka. Okay, na tunaita universal sign of choking. mm -hmm. So nitampatia five abdominal thrust. One, 3 <laughs> <Asante. Asante. laughs> Sawa, sawa. Jamani, tungependa kuendelea lakini muda wetu haunasi, kwa hivyo umuhimu wa kuwa na first aid box kwa nyumba, pengine utueleze first aid box yako ni inafaa kuwa na nini na nini haraka haraka tukimaliza. Inafaa nizi, kuwa na uh, uh, mambo ambayo itakusaidia ita kufa, ita kufanya ile uh, first aid haraka upesi. kwa sababu gani? Tunaangalia kama mgonjwa anavuja damu, unafaa kuwa na gloves pale ndani. mm -hmm. unafaa kuwa na uh, varieties of dressings uh, uh, pale ndani. mm -hmm. na hizi zitakusaidia uh, kumanage ule mgonjwa haraka iwezekanavyo. mm -hmm. so kuna aina mbalimbali ya first aid kits, lakini hii ilikuwa tu ni example ambayo unaweza kuwa nayo kwa nyumba, na pia tunaweza tuka customize hii first aid kit ili iweze kusaidia, ndio uweze kufanya first aid yako sahihi. Kwa hivyo unaweza kwenda kununua vitu mbalimbali mbali pia ukaweka, ama lazima uende ukainunue kiti ikiwa namna hiyo. Tunarekomend ununue kiti ikiwa full stock kwa sababu eh, unaweza kosa ule ujuzi wa kujua ni nini ambacho ina, inastahili. inastahili kuwa ndani pale. Okay. Naam. Sawa sawa. Jamani, mimi sina la ziada ila tu niseme asanteni sana Benjamin na Sami kwa muda wenu ambao mmetumia kuja hapa na mafunzo na pia kutueleza vipi jinsi ambavyo tunaweza kukabiliana na dharura ambazo zinatukumba katika hali mbalimbali na pia ikiwa ni namna ya kushughulikia watoto. Mtazamaji, tungependa kuendelea lakini muda hauna, sivyo? Basi tunasema asante sana kwako wewe, pia kwa kutizama. Hadi wakati mwingine tutakapoonana, kwa heri.